Kana nje ya mifumo rasmi ya elimu. Katibu wa leba na ukuzaji wa ujuzi Shadrack Mwadime amesema hatua hiyo inakusudiwa kuwapa uwezo wa wafanyakazi walio na ujuzi na kuifufua sekta ya jua kali, kutambuliwa kwa maafala 147 na waliofuzu baada ya kupokea mafunzo ya kiufundi na biashara katika taasisi ya kitaifa ya mafunzo ya kiufundi ya Nairobi. Ni hapa ambapo serikali ilikariri kujitolea kwake kutambua ujuzi unaopatikana nje ya mifumo rasmi ya elimu. So mpango huo unaofadhiliwa na taasisi ya mafunzo ya kiufundi barani Afrika na ile ya ushauri wa mafunzo ya kiufundi ya Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika unaolenga watu waliopata ujuzi kupitia kazi ya mikono kama vile uhashi, ujenzi na teknolojia ya kompyuta kuwasaidia kupata utambulisho rasmi kupitia vyeti vya kitaifa vinavyokubalika. Halmashauri ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda inapanga kupanua mpango huo hadi mafunzo zaidi ya kazi ya stima, uunganishaji mifereji ya maji, huduma za hoteli na teknolojia ya dijitali, kwa lengo la kubadili mfumo wa mafunzo nchini Kenya ili kuleta ujuzi wa ajira unaohitajika into the job market. What does that that that, entail? Soft skills training uh, that sometimes are disregarded. S then, over and above that, entrepreneurship support. Bring a future that is totally to to so much different into to to to break, like just to to dominate in a societal whereby where women are not seen seen to to be be succeeding. I want to be seen as the symbol who succeeds and that, part that particular kind of position. Timothy Kipnosu, Darubini.